Mchungaji Mwashitete, ikiwa najiuliza mimi, ikiwa wa Tanzania, uh, wanachama wa chama chako kwa jimbo hili la Vwawa, lakini wananchi kwa ujumla wake na wengineo huko, ikiwa wata kutakuwa kama mgomo hivi, kwamba hawajaitikia kwa kwenye iki ambacho mnadai mnakielekeza mna ki, nini kitatokea huko mbeleni uh, kusema wananchi wa Vwawa wakagomea jambo hili wakati wameelewa kinachoendelea jimbo la kwao, ni watu waelewa na watu wanaofahamu shida ambazo tunazipitia kwa kuchaguliwa viongozi na polisi. Kwa hiyo hakuna atakayegoma kwenye jimbo la kwao, wawe CCM wawe Chadema na vyama vingine, hawatajitokeza kama serikali itaendelea kutumia chaguzi kanuni hizi hizi za uchaguzi. Kwa hiyo hakuna kitu kama Sawa. moja ya mifumo ambayo mnaieleza mna kwamba mnahitaji mabadiliko ya mifumo ni, ni swala la tume huru ya taifa ya uchaguzi, na awali ilikuwa ni tume ya uchaguzi, sasa ni tume huru ya uchaguzi. Binafsi naona naona kuna mabadiliko kutoka kwenye tume kwenda kwenye tume huru, kutoka kwenye NEC sasa ni INEC. So kuna mabadiliko kiasi kwamba hata baadhi ya wajumbe mle ndani kwenye tume walikuwa wanateuliwa wana na mheshimiwa wa rais lakini sasa walau kuna watu wana, wanaweza waka, wakaomba kazi kule kwenye ile kwenye ile tume. Mimi, hasa mnachokitaka kama sio mabadiliko hayo kutoka wajatume, kwenye tume kwenda kwenye tume huru ya utabiri. Labda tuweke sawa hapo kwamba kuna watu sasa hivi wanaweza wakaomba kazi kwenye kwenye tume hii ambayo wameipa jina kwamba inaitwa e, tume huru ya uchaguzi. Yaani, ndugu mwandishi wa habari, mimi naitwa Amoni Mwashitete. Sindio? Kesho nikibadilisha jina nikataja jina lolote lile, labda nikaitwa e, furaha, sindio? Bado tabia zangu haziwezi kubadilika. kilichofanyika kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi na kuitwa tume huru eh, ni majina tu, tabia ni zile zile. Ah, yote yanayofanyika ni yale yale. Kwa hiyo pale ni sawa na, kuna mtu mmoja amesema ni sawa na ukamchukua ukamchukua nguruwe huyu huyu kampaka eh, rangi nyingine ukasema huyu sio nguruwe pale walichokifanya wameipa jina kuwa tume huru ya uchaguzi ambayo sio huru. Tunapozungumzia huru maana yake ni tunapozungumzia huru maana yake na uwezo wa kufuata matakwa ya wananchi. Tume hiyo hiyo tume kwenye, kwenye, kwenye, ndio tumetumia ndio tunayoenda tume kutumia uchaguzi, lakini hiyo ndio kwa mujibu wa kanuni zilizotolewa za elfu mbili na ishirini na tano za uchaguzi mwaka huu. Tume hiyo hiyo ndio inasema msimamizi wa uchaguzi anaweza kaamua akahesabie kura sehemu yoyote anayotaka yeye. Je, huo ni uhuru? Kwa tunaposema huru tuelewe kwamba tume huru maana yake nini? Kwa hiyo bado hatujawa na tume. Okay. Uh, uchaguzi wa mwaka wa juzi amini wa elfu mbili na ishirini, nimeshuhudia uchaguzi wa elfu mbili kumi na tano, uchaguzi mkuu nimeshuhudia, sehemu kwa uchaguzi wa e, elfu mbili na kumi una sasa hivi kelele mmekuwa nazo nyingi za kushinikiza haya mabadiliko na nini? Sa, sana sasa hivi kwa nini sio elfu mbili kumi na tano hasa elfu mbili na kumi, elfu mbili na kumi kidogo na elfu mbili kumi na tano, kwa nini labda? Ni nikukumbushe tu kidogo kwamba baada ya vyama eh, vyama vingi vya siasa kuanzishwa mwaka 1992 Chadema haijawahi kuogopa uchaguzi. 95 tuliingia na tulipata wabunge elfu mbili tukaingia, elfu mbili na tano tukaingia. Sasa tofauti ya uchaguzi wa elfu mbili na kumi na kumi na tano na uchaguzi wa elfu mbili na ishirini ni hii hapo, kwamba imefika mahali watawala wanataka waamue kwamba ni jimbo gani ukishinda utangazo, ni jimbo gani usitangaze. Kwa hiyo tuwe tumeshinda. Hiyo ni elfu mbili na ishirini, we mwenyewe ni shahidi kutoka elfu mbili na ishirini unataka kuniambia kwamba kama tulikuwa na wabunge karibia sabini mnakuja kupata mbunge mmoja, inakuingia akilini hiyo? Maana yake ni kwamba waliamua kwamba ngoja tuwape mmoja kwao. Hata elfu mbili na ishirini kwa elfu mbili na kumi na tano na elfu mbili na kumi, tume ilikuwa ni hii tume ilikuwa ni hii hii, lakini sao, tume hii na anayeiongoza ni raisi, sio wao. Nao waona bana, raisi akisema mtangazeni m mb mbunge wa upinzani wa Vwawa aliyeshinda wanamtangaza, wakikataa kumtangaza wamtangazi, ndio ninapotokea sasa. Wapolisi wanaingilia kati, wanapiga mabomu, wanaua watu, wanafanya nini kwao. Sisi tumeona kwamba hatuwezi kupewa vyeo vya kupewa, tunataka tushinde kihalali. Kama kama kwa kama elfu mbili na kumi na tano elfu mbili na kumi rudi nyuma, tume ilikuwa ni hivi. Uh, sasa kuna hayo mabadiliko ambayo unasema, mpaka mnaanza kudai kwa kasi hayo mabadiliko Unadhani shida ni tume? Shida ni mtu, shida ni mtu aliyeiandaa tume, ndio tuko kupambana naye hapa. Kwa wale tume wakielekezwa na rais wafanye kitu gani, ndicho wanachokifanya na ndio maana sasa, hicho kitu hatutaki. Rais awe na nguvu katika kila kitu kwenye taifa hili? Tunataka katiba ya nchi iwe na nguvu kuliko mtu mwingine yeyote. Ndio maana tunadai mabadiliko ya kikatiba, sio tume tu peke yake. Naam, rais anaingiaje tena hapa mpaka namhusisha kwenye tume, wakati tume ina mkurugenzi wa, wa, wa tume. Angalia chaguzi zilizopita elfu mbili na kumi na tisa, elfu mbili na ishirini, wakati ule wa hayati Magufuli, na mara nyingi huwa anasema lale mahali panapomstahili, kwa kile alichowafanyia Watanzania. Uh, alitangaza wazi kwamba mimi ni kulipe mshahara mkurugenzi, utembelee gari ambalo na kulipa mshahara na ambalo naweka mafuta mimi, alafu kamtangaze wa upinzani? Kwa hiyo kwenye taifa hili kila kitu kinaongozwa na rais, ndio maana tunataka tunyang'anye hayo madaraka kupitia tume, kupitia katiba ya nchi, itengenezwe katiba mpya ambayo haimpi mamlaka rais ya kila kitu kwenye taifa. Nenda kwenye, kwenye mitandao kwenye kwenye kwenye kwenye pale Tunduma tumempoteza kijana mahiri cha Ramii, aliuawa wakati wa uchaguzi kule Singida mgombea wa kitongoji amepigwa na risasi mbele ya mke wake na polisi. Kwa hiyo ushahidi upo, haya mambo yapo na yanaendelea. Sasa hatuwezi kwe, sisi lawama yetu kubwa ni lazima tupate katiba mpya ya ambayo ina tume huru, siyo tume hii ya kupakwa mafuta halafu wanasema ni huru. Ndani ya CHADEMA bado mnaonekana kutokuwa timu moja Eh, tunaonekana kutokuwa timu moja. Kuna watu mnasema mtazuia mna, uchaguzi kuna watu wanasema it's better tukaenda kwenye uchaguzi, eh tuendelee kupambana wakati tupo kwenye uwanja wa vita, which is which, lipi ni lipi? Ni kukumbushe tu mimi ni Mkristo, kwenye dini ya Kikristo ah, tunasema ukiwa na nguvu lazima upate watu wa kukusaliti. Yesu kwa sababu alikuwa na nguvu alipata msaliti ambaye ni Yuda Iskarioti. Kwa ndani ya chama hasa chenye nguvu kama CHADEMA, lazima tuwe na wasaliti wa mapambano. Yuda alipokuwa na saliti hakusaliti hivi hivi, alipewa vipande thelathini vya fedha. Kwao hatuwezi kujua hata hawa ambao eh, wana wanakataa wana E, wanakataa mipango ya chama, wanakataa vitu vilivyothibitishwa na mkutano mkuu wa chama na baraza kuu la chama limethibitisha, wao baadaye na walikuwepo, baadaye wanajiengua, wanakaa pembeni, kwamba sisi tunaona tunakishauri chama bora tungeingia hivyo hivyo. Hatuwezi kujua, huenda ndio sawa na akina Yuda kwamba wamepokea vipande thelathini vya fedha, hatuwezi kujua. Sisi tunachoangalia tunaangalia chama kimetuagiza nini mimi kama mwenyekiti wa jimbo la vwawa tutaendelea kupambana kwa kufuata kanuni za chama kwa kufuata maagizo ya chama mpaka dakika hii ninavyozungumza na wewe jimbo la vwawa lina kata kumi na nane nimeshapeleka fomu karibu mia mia kila kata kwa ajili ya kuandikisha watu wanaokataa huu uchaguzi petition fomu hatujamtaja mtu mpaka sasa lakini tukienda kwa mfano kwenye kundi linalojiita G55. Uh, ndio hili nalotoweza kusemaje, uh, hasa wewe mwenyekiti wa Vwawa wa Chadema, ndio ninao kuambia hao kwamba hao ndio sawa na Yuda. Kwamba Yuda alipopewa vipande thelathini alikataa mafundisho ya Yesu, akawakataa na mitume wenzake. Sasa kama pengine unadhani hicho kwamba huenda uh, sasa si, si, si, si... Kama ndivyo, huenda wangehama kabisa chama kwenda kwenye vyama vingine. Na hata mimi pia nitumie nafasi hii kuwashauri, kama makamu mwenyekiti wa chama alivyosema kwamba Chadema sio gereza, kwamba ukifungwa umefungwa mpaka sheria zitakapo paka hukumu yako itakapoelekeza kivinginevyo kama wanaona kuna chama ambacho kitashiriki uchaguzi na wakapata huo ubunge wanaoutafuta, kwa sababu wamesema ni watiania, basi waende huko kwa sababu wanaruhusiwa kwenda huko. Sisi tunaamini katika Chadema, tutabaki na Chadema yetu mpaka tone la mwisho tutatamia. Tunaposema mzee anaanzia miaka hamsini kwenda huko juu, anaweza kama amefika kwenda labda paka mia kama ataishi miaka mia kwenda kama amefika miaka sabini. CHADEMA ilishakuwa katika kukua kwake, kwa sasa inatafuta kushika doa kwa tunachokitafuta. Sasa wapiga kura wanatosha kwenda kuiweka CHADEMA madarakani, kwa kama wameshatosheleza kuiweka CHADEMA madarakani, tunasema wamekuwa bado tu ile final stage, ndio maana tunadai no reforms no election. Kwa maelezo hayo, Mchungaji, nakumbuka neno na lako moja kwenye moja ya mikutano yako kwenye moja ya speech zako ulisema ulisema CHADEMA ndio inakubalika. Kama nilikosa sawasawa, nakukumbusha CHADEMA ndio mbadala wa, uh, CHADEMA ndio inakubalika na ndio mbadala wa kuwaletea wananchi maendeleo maendeleo ya kweli. Naam, CCM ulitumia neno Mungu ameikataa yes, Mungu ameikataa ilikuwa na, ni mkutano wa jimpa jimbo hili la Vwawa, nilikuwa ni kata ya Hasanga kama sikosei. uh, kama sio Chenjezga ni Hasanga maeneo hayo, naam hii kauli ulitoa kwa isivyo bahati ama uli, uli, ulimaanisha nini? Ya, napenda nikukumbushe mwandishi wa habari na Watanzania wote wanaonisikiliza kwamba nimesema mimi ni mchungaji. Kwa wakati fulani tunazungumza prophetic issues, mambo ya kinabii ambayo sasa jeshi la polisi haliwezi kuyathibitisha, Rais Samia hawezi kuyathibitisha kwa sababu hayo ni mambo kutoka kwa Mungu. Naomba nirudie leo kusema, aa, wakati Mungu amemkataa Sauli kuwa mfalme wa Israeli, watu manabii wengine waliendelea kumuombea akiwepo Samueli, mpaka Mungu alipomtokea akamwambia Samueli, huyu unayemuombea nimeshamkataa. Kwa mimi nazungumza tena leo, CCM Chama Cha Mapinduzi na serikali yake na utawala wake, Mungu ameikataa mbinguni. Hivyo tu kwenye kwa maswala ya unabii hatunaga maelezo mengi. Asante sana.